Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari kama kawaida katika lugha tukufu la Kiswahili. Si mwingine msomaji wako ni mimi Safari Almasi, na kuomba uweze kunipa macho na kunitegea sikio. Nasema karibu. Tuanzie na huko Kalele ambako hali ya usalama ni yenye kuzorota kwa kiwango kikubwa, ndani ya kijiji cha Kalele na pembezoni mwake. Hivyo ni baada ya kitendo cha uporaji wa mifugo na vitu vingi vya samani kuripotiwa na watu wenye kumiliki silaha ambao bado kujulikana mpaka sasa. Kwake Deste Senga Prosper, mwenyekiti wa shirika la raia Pakafulo, ameanza hapa kuonyesha namna gani hali ilivyokuwa katika eneo hilo ni katika hali ya machozi ndio tunakuja kudenonce vitu yenye ilipitika pale Kalele. Kalele ni kijiji ambacho kinapatikana mgrupmenti ya Bashimukinji. Ilikuwa siku ya posho jioni, mamida ya usiku huko kijana mmoja ambaye ni mwizi alifika Bibokoboko akaiba ngombe, kisha wa ndugu zetu wakuja kufata ngombe wakafika katika kijiji cha Kalele, wakafanya kitu wanaita repression ya ajabu ku population yenyewe, ilikuwa yo peke vitime.

bakaiba mama tela bakavunja manyumba mpaka na nani biro ya Ecole Primaire EPA ila nayo ikavunjiwa vitu yote, ikapotea. Sasa, kwa ile hali, mpaka saa hii, raia walisambaratika, watoto walilala maporini mpaka hivi wanaendelea kuishi maporini, hakuna kitu ambacho walitoka nacho, kwa sababu ile hali ilikuwa katika hali ya vita na ilikuwa busiku, mpaka kwa hiyo saa niko nakwambia katika kijiji cha Kalele, hakuna watu Kalinga, hakuna watu Alongwa, hakuna watu na baadhi ya watu wengine ambao walikuwa katika kijiji cha Kafulo Centre wa mingi waisha kimbilia Katanga. Ndio ile hali tunaomba serikali ambayo inapatikana hapa Baraka, serikali ya mkoa wetu, serikali ya tarafa letu la Fizi, na seta yetu Antambala iangalie jinsi gani inaweza dumisha amani katika nyanza hizo za juu kwa sababu kama kuja kuwa amani itakuwa katika hali mbaya kwa sababu unakuwaka kitu la a la. Hivi vitu vyote tu kufanyiana, kisha vita, sheria itakuwa nafuata mkondo wake na itafanya kazi yake. Hata hivyo ameomba kwa vyombo vya salama kuanzisha mbinu za ulinzi wa raia na mali yake, hasa katika vijiji vya nyanja zisizokuwa za juu zaidi. Huyu hapa amerejea mara tena kwenye TV yako. Mimi kama kiongozi wa shirika la raia katika ile maeneo, nilijisikia hali ya huzuni, na mpaka sasa hivi naona machozi inanitoka kwa sababu sisi katika ya ile maeneo ya Mwai Plateau ya Kafulo tunazoea sana mavita na raia ishasumbuka sana siku za kutosha, na inafikiaka

Huko Katogota ni kwamba kila tariki 14 Mei ya kila mwaka wakaaji wa Katogota groupment ya Itara Luvungi, tarafani Uvira wanakuwa wakiendesha sherehe za kumbukizi ya mauaji wanakuwa wakiendesha sherehe za kumbukizi ya mauaji ya ya kimbari yaliyopelekea raia zaidi ya 375 kuuawa kuwawa. Kwa upande wao malidi wa mashirika ya kiraia eneo hilo wamesema ni kutokana na hali ya sasa usalama mdogo unaoripotiwa kwa koti mkoani wa Kivu ya Kusini ambako M23 wanakabiliana na jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo, ndio maana sherehe hizo hazikuweza kuendeshwa. Mika Chingire ni mwenyekiti wa waanga wa mauaji ya kimbari ya Katogota, hapa anaeleza mengi kuhusiana na tukio hilo. Leo tu, leo tarehe 14 mwezi wa tano mwaka 2025 ni siku ambayo tunakumbuka wenzetu waliouawa tarehe 14 mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili ambako kulikuwa zaidi ya watu mia tatu na makumi saba na tano waliouawa kinyama. Mpaka sasa tunaendelea kuwakumbuka. Mwaka huu ulikuwa mwaka wa yubilei ambayo tulikuwa najua kama tutakumbuka wenzetu kwa heshima, kwa adabu, lakini kwa bahati mbaya sisi tumefanya kumbukumbu hiyo, wengi wetu kwa maana kijiji kime watu wamekimbia, wengi wetu wakiwa uhamishoni Burundi, wengine wakiwa wadeplace interne Auvira na penginepo, Sange na kadhalika. Siku hiyo tumepita vile tukimedite, tukiomba Mungu, lakini hatutaacha kulalamika ya kwamba mahakama ifanyike, sheria ifate mkondo wake, kwa maana bila mahakama kufanyika, vitendo vya uhalifu vitaendelea. Ndio maana tungaliomba komunita international angale namna gani inaweza kusimika mahakama ya kimataifa kwa ajili ya nchi yetu ambayo inaitwa PPRDC kama gisi walivyofanya kwa ajili ya Rwanda na kwa ajili ya Yugoslavi na zingine mataifa ambazo zimekumbwa na mauaji ya kimbari katika dunia. Kwingineko ni kwamba kazi za ujenzi wa chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka bado zinaendelea. Ndivyo amehakikisha hiyo kiongozi wa baraza la vijana mjini Baraka, wakili De Gol Malembe. Ni kiongozi wa muundo huo, amesema hayo kisha vijana kuona mjadala ulioendesha wiki iliyopita ulifanyika ndani ya chumba hicho cha mikutano ambacho bado kinaendelea na ujenzi. De Gol Malembe Wekubo anaeleza fuatayo kwenye tv yako kuhusiana na wao kufanyia kikao katika chumba hicho ambacho hakijamalizika bado. Ndugu mtangazaji, aiko mwisho wa ujenzi Pasco tulikuwa tuko tunafanya mjadala na wafundi wako wanatumika, na kwa muda huu wako wanatumika na wanaendelea vizuri sana kwani tuliona kulikuwa kusha kuwa habari za mingi za kusema kama sale hawatajenga tena, na ifale tu organize ule mjadala mule ndani, porque wavijana no selma wanakuja kwenye mjadala na waprofite kuona gisi makazi zinaendelea.

na habari zingine ni kwamba janga la mafuriko lilokumba ndugu zetu wa Kasaba ni la kihistoria na walionusurika wanastahili msaada wa kiafya na kiutu kwa haraka. Ndivyo amesema mtumishi wa umma kwenye ngazi ya kiraifa mbunge Msenyi wa pele Janvier ambaye amesema kuguswa na janga hilo. Maneno hayo ameyasema katika mahojiano na TV yako kwenye line ya simu akiwa mjini Kinshasa. Mchaguliwa huyo wa, wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya taifa ameanza kwanza kutoa pole kwa raia wote waanga wa mafuriko ndani ndani ya cha Kasaba tarafa ni Fizi, huku pia akionyesha hatua gani wamezifanya pamoja na wenzake kuhusiana na swala hilo, na kuambia kwamba sisi sote tuko katika kilio uh, cha wandugu zetu ambao wametuacha pale Kasaba. Pia nawapa pole ndugu zetu, en particulier wale waliopoteza dada zetu, kaka zetu, babu zetu, shangazi zetu kwa kituko ambacho kimetokea pale Kasaba katika sekta ya Nganja, mimi na wenzangu wa depute national elu wa Fizi tuliposikia habari ilituuma na ikatufanya tuwe wadhaifu. Ijapokuwa tulijitahidi sana kutembelea uh, jambo hilo tangu siku ya kwanza kazi ilipofunguliwa uh, ndio tulitembelea jambo hilo tulianza kwanza kwenda ona mkuu wa Assemblée Nationale ambayo wanamwita Chilumbai kwa sababu uh, le président titulaire professeur Vital Kamerhe hakukuwepo, alikuwa nje ya nchi. Tulimwona na tukamwambia na akatwambia kwamba ni jambo ambalo linasikitisha hata naye pia na wakolege wenzangu wa député nationaux

Ikuwe depeshe msiku ambazo zinakuja wagarihayo ya kijiri. Mtumishi huyo wa umma ameongeza kuwa hawakuishia hapo katika utetezi tu. kutokana na uzito wa janga, hatua iliyofuata ilikuwa ya kwenda kumwona waziri wa taifa husika na mambo ya kijamii na utu. Msenyibwa Pele Janvier amerejea mara tena kwenye TV yako. Sasa sisi kama vile wanabunge kwa sababu tunaelewa masituasion zote ambazo wandugu zetu wanapitia, tulisema tuwezi ishia

wametuacha zaidi ya nyumba mia moja hamsini imekwenda na maji mashamba na tukio hiyo, na kwa muda kama na huu, jinsi situation iko difficile ya maisha ndugu zetu, inabidi nyinyi kama vile government, hususa sana wewe kama vile unahusika na maswala ya jamii, kuangalia jinsi gani mtakavyofanya alitourassurer que c'est une question de procedure

Tumalizie na habari zingine, ambako jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ikiwakilishwa na mawaziri wa ulinzi wakirahefajika bombo mwandia mvita na waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na frankofonia Teresa Kaikwamba Wagner walishiriki huko Berlin nchini Ujerumani kwenye mkutano wa mawaziri juu ya shughuli za kulinda amani ulimwenguni mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Mataifa juu ya kudumisha amani ambao unafanyika Mei 13 hadi 14, 2025 uliunda muungano wa kisiasa wa hali ya juu ili kujadili mustakabali wa kulinda amani na kuruhusu nchi wanachama kuelezea na kuonyesha msaada wao wa kisiasa pia utatoa kwa wajumbe jukwaa la kutangaza hali kubwa kwa niaba ya kupunguza upungufu wa uwezo na kurekebisha shughuli za amani ili kujibu vyema changamoto zilizopo na hali mpya kulingana na mwongozo wa michango. Kulingana na wandaaji mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Mataifa juu ya utunzaji wa amani mwaka 2025 kwa hivyo, utasaidia kuimarisha usalama wa askari wa amani waliopelekwa na kukuza ufanisi wa jumla wa misheni. Kuheshimu hali zao, nchi wanachama zinahimizwa kuanzisha ushirika, kwa mfano katika suala la mafunzo na kuzidisha uwezo Fursa kwa ujumbe wa Kinshasa kupongeza jukumu la Monusco na kusitiza msaada wake kwa shughuli za amani zinazozingatiwa kama zana muhimu za usalama wa kimataifa. Katika usiku wa kucha kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Juni ijayo, DRC inakusudia kuongeza na kufanya kampeni ya ufanisi zaidi wa shughuli za kulinda amani mara moja itakapochaguliwa kama mwanachama ambaye sio wakudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wawakilishi wa wa DRC walisifu msaada wa Monusco kwa wahamishaji wa jeshi la taifa FRDC pamoja na polisi pamoja na askari polisi PNC kutoka kwenye kambi zake za Goma, Kinshasa. Wakari wa ufunguzi wa kazi katika mji mkuu wa Ujerumani karibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitaka kufikiria tena misheni ya Umoja wa Mataifa iliyokabiliana na kupunguzwa kwa bajeti na ugumu na ukuo wa mizozo kulingana na uongozi wa Umoja wa Mataifa uliotajwa katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya Umoja wa Mataifa. Mizozo haijawahi kuwa mingi sana tangu kuundwa kwa Umoja wa Mataifa, kulingana na chanzo kilichotajwa. Karibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alisifu umoja wa utunzaji wa amani umoja wa mataifa wakati ambao misheni iliyopelekwa uko Lebanon, jamhuri ya afrika ya kati au katika jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inakabiliwa na kuongezeka kwa uhasama wa ndani na vitisho. Mkuu wa umoja wa mataifa anasitiza juu ya hitaji la amani, karibu maadhimisho ya miaka themanini ya umoja wa mataifa na kuashiria kumbukizi ya miaka kumi ya mkutano wa kulinda amani, mkutano wa maziro wa umoja wa mataifa juu ya kudumisha amani wa uko Berlin mwaka 2025 ndio mwisho wa mikutano iliyofanyika katika kiwango cha wakuu wa nchi serikali au mawaziri. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Takuomba usikose kulike, kushiana na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Fizi News 24, TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. bye bye.